gufu wa Bwana wa majeshi, mfalme wa ulimwengu ambaye ametutuma hapa kwa amri yake, na jina lake ni Yesu Kristu mwana wa Mungu. mfalme huyo, hakuna kumtoroka, hakuna kumtoroka huyu mfalme, hakuna. Hata umkatae, bado nabatikuwa mfalme. Kuna wakati ambapo kulikuwa na shida katika uchaguzi, wengine wakasema, huyo mwenye ameingia kuwa rais, huyo si rais wangu. Lakini katika kukataa kwake, aliwacha kuwa rais Umekataa kwamba huyo ndio rais, wewe kumaanisha sasa ameacha kwa sababu wewe umekataa? Eh, si alibaki pale tu kwa hiyo ofisi hadi atolewe, kwa hiyo ofisi hadi atolewe kwa mamlaka. Kwa hivyo ninakwambia tena hapa siku ya leo, mfalme wa hii ulimwengu ni Yesu Kristo, mfalme wa hii dunia ni mwana wa Mungu, Yesu Kristo. Hata ukatae pale, anabaki kwa mfalme Tukisema Yesu Kristo ana nguvu juu ya kufa wake, hata ukatae, yeye alifufuka kushinda kifo. Tukisema Yesu Kristo ana nguvu juu ya magonjwa, hata ukatae, hata useme hawa wa Kristo ni waongo, hata useme hivi dunia ikovoji, bado anabaki kuwa mfalme, bado anabaki kuwa mfalme. Na ndio maana tunakuja na habari yake ndio maana anatuma watu. Kwa nini Yesu Kristo anatuma watu? Ametutuma hapa kwa sababu gani? Ndio uhukumiwe? La hasha! Ndio uamke. Na ametutuma kama na ujumbe, na hiyo ujumbe aliyotupa ni ujumbe ambao amesema ni kama upanga. Ni kama upanga ambao umenolewa pande zote mbili. Ikifanya hivi inakata, ikifanya hivi inakata inakata kotekote. Upanga huu hakuna kutoroka hii upanga. Samahani sana, tumekuja na upanga wa Bwana hapa siku ya leo aliyotupa ili tu, ametupa hii panga kwa sababu gani? Anajua kuna uongo mwingi umekita mizizi hapa Majengo. Anajua kuna wengi walioshikwa katika pingu za uongo. Anajua kuna wengi walioshikwa katika pingu za uhasama. Wanajua wengi wameshikwa katika pingu za wivu, pingu, pingu za uhasama, pingu za majivuno pingu za ukatili, pingu za uongo, pingu za ufisadi, pingu za dini ambazo hazina msimamo. Wameshikwa katika pingu, na anajua tunahitaji nguvu kuja hapa tukatekate hizo pingu, tuzikatekate. Lazima tuwe na nguvu kuweza kushinda, kwa sivyo hatuwezi. Mpanga huu ametupa ni neno lake Neno lake limepaya mamlaka na Roho wake Mtakatifu kupitia hii panga. Tuna imani kwamba tujatumwa hapa kufanya kazi ya bure. Dini za uongo zitaanguka mbele ya Yesu Kristo. Dhambi itaanguka mbele ya Yesu Kristo wote, na imeandikwa wote Watasema Yesu ni Bwana. Nawasomea hapa kutoka kitabu cha Yohana wa nane. Anasema hivi katika kitabu cha Yohana wa nane. Anasema Yesu akawaambia tena, Ninaenda zangu nanyi mtanitafuta, lakini mtakufa katika dhambi zenu Niendako mimi nyinyi hamwezi kuja. Ndipo wale Wayahudi wakasema, Je, atajiua? Je, hii ndiyo sababu amesema niendako mimi hamwezi kuja? Akawaambia, ninyi mmetoka chini, mimi nimetoka juu. Ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu. Niliwaambia kuwa mtakufa katika dhambi zenu, kwa maana msipoamini ya kwamba mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Wacha nikwambie tena kakaangu, Yesu anakwambia leo hii njini ile siku itatoka hapa hii njini ile siku itakutoroka. Nakwambia utatafuta hiyo ukofu, utaitafuta na utaipata. Uyahudini anawaambia hawa Wayahudi, nimetembea mbele yenu, nimehubiri, nimeonyesha ishara, nimeonyesha kwamba mimi ndio wa kuaminiwa, ni nimeonyesha kwamba mimi ndio Masihi, nimeonyesha kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Hamtaki, hamtaki, mnapingana na mimi eh? mnapingana na mimi. Nitaondoka, nitaondoka Sitapigana na nyinyi milele, sitapigana na nyinyi milele. Na ile siku nitaondoka, utalitafuta na utalipata. Kakangu, ogopa, ogopa. Ukisikia sauti ya Yesu Kristo katika kuhubiriwa kwa jina lake siku ya leo, usifunge masikio yako. Ukisikia sauti ya Yesu Kristu leo ikizungumza na wewe rohoni, usipuuze. Ukisikia mwana wa Mungu anajifunua kwako, anazungumza na wewe, kwa sababu wako na njia ya kuingia katika roho yako, kukuonyesha kwamba anakujua wewe, anajua dhambi zako, anajua njia zako. Ukimwona anazungumza na wewe kaka, usipuuze. Ukimwona na kufululia uovu wako, anakuonyesha menyeweni, kiumbe kilichochafuka, ki kiumbe kilichotiwa na chizi, kiumbe kuna ki... wengine wakienda kusali lazima wajioshe mikono, wajioshe miguu, wajioshe kichwa, wanaosha kila mahali. Anaingia pale na roho imejaa ufuzi, anaingia pale na roho imejaa matusi yao, woshi yaowoshi mikono, ndio unaosha ametoka pale nje tayari mamtusi ma matusi imejaa. Ameingia pale mwenye kicheli ki ameosha kichwa nganezodo mwili wote okay, okay. Roho ndio umesahau umesahau kuosha roho, unaingia na roho iliyotiwa unajisi mbele ya Bwana Ukimwona Yesu siku ya leo, anazungumza na wewe, anakufunua na kuonyesha wewe ni kiumbe kilichokufa katika dhambi zako, wewe ni mfuasi wa Shetani, wewe ni kiumbe cha jehanamu. Ukimwona anafanya hiyo kazi kwako siku ya leo, usipuuze. Usipuuze. Ukimwona anakuonyesha wewe hauna uwezo wa kujiokoa, wewe ni mateka wa dhambi ametuma watu kukuletea injili, wamekuja kwako. Tumekuja tunakuambia, usipotee kakangu. Tumekuja kwako, tunakulilia, usipotee kakangu. Sikuufe, mbona ukufe? Mbona ukufe? Nakwambia kakangu, ile siku injili itatoka hapa, utatafuta huyu Yesu, utamtafuta na utampata kuna taifa ambazo injili haiwezi kuhubiriwa. Kuna taifa ambazo ningehubiri hapa hivi siku ya leo, hata singemaliza, ningekuwa nishashikwa, nishashigwa by now kwa nisha. Hiyo injili ikikuja kwako kwa ni kwa sababu gani? ni kwa sababu Mungu amefungua njia injili ifike kwako kwa. na katika wewe kusikia injili ya mwana wa Mungu kakaangu, unaitwa kuokolewa na ukipuuza kakaangu, utajibia, utaniwia radi. Injili ni habari nzuri, lakini kukuisikia inakuwekea wajibu. Unaposikia injili ya Yesu Kristo, kuna wajibu juu yako. Kuna wajibu kwa sababu sisi hatujakuja kutangaza filosofia, hatujakuja hapa kutangaza mambo ya wanasayansi mwanasayansi akija hapa siku ya leo, atangaze aseme, watu wapate vaccination ya BCG. Msipopata vaccination ya BCG, utapata TB. Wametembea kotekote, wametembea kotekote, wametangaza. Wewe ukasema mayoni mwako hii BCG ni ujinga. Pandemiki ya TB ni imekuja, upate iyo TB. Shida ni yako, shida ni ya mwanasayansi kweu? La, hasha! Wanasayansi alikuja kwako, wakakwambia wewe, fanya hivi, ndio hii evidence, endo uchambue hii evidence, endo chambue, ukiona ni kweli, chukua vaksini. Sasa kama hiyo ndi uchambue hivyo kweli, mambo ya wanasayansi, sembuse basi mambo ya Mungu, sababu mimi sijakuja hapa na filosofia, nakuja na habari za Mungu ambaye amekutuma kutuambia kwamba wokovu peke yake iko kwa mwana wake Yesu Kristo. Wewe unasikia unakuuza, unasema wakristo wamechanganyikiwa, unasema hao awa, vijana hawana kazi ya kufanya. Sasa kakaangu Yesu Kristo akitokelea na kuhukumu utakodia eriku akosa, itakuwa kwa nani? si ni wewe uliyepuuza Nakami, usipuuze neno la Bwana, usipuuze. Mtanitafuta na hamtanipata na mtakufa katika dhambi zenu, mtakufa katika dhambi zenu. Utakufa katika dhambi zako, wewe na anasa yako wewe, wewe na ulevi yako wewe, wewe na madawa yako ya kulevya wewe, utakufa katika dhambi zako wewe na juhudi zako za kujifanya uwe sawa na Bwana, wewe na safari zako kwenda Saudi Arabia, wewe na kufunga kwako, utakufa katika dhambi zako, takufa katika dhambi zako. Hakuna njia yoyote nyingine kaka yangu ya kupata kumjua Mungu, hakuna. Kama injili imekuja kwako siku ya leo Funua masikio, chambua, ona kama huyu Yesu kweli ni mwokozi ambaye anaweza kuokoa. Ona kweli kama huyu Yesu kweli ana ushahidi unaotosha. Ona kama ai vijana ambao hawana wakati hawana muda wa hawana kazi ya kufanya nikuja hapa tukupangaiza Utakufa katika dhambi yako. Na anasema mimi, mimi nimetoka chini, mimi nimetoka chini. Yesu Kristo anakuambia haja toka hapa hapa hili ametoka hapa, hapa. Ha, hapa, hapa, kwa Mungu Baba. Kwa hivyo mi lazima umsikiwe neno lake, si neno la mwanadamu. Wengi wanasema oh, wacha nikufunze njia ya Bwana. Yesu Kristo anakuambia mimi nimemwona huyu Mungu. Nimemwona na macho yangu. Mimi nimelala ubavuni mwake. Mwingine anakuja na kuambia, mimi nilipata habari kutoka kwa malaika nikiwa kwenye kero Yesu Kristo anakuambia mimi nimetoka ubavuni mwa Mungu. Sitaambiwa habari hii na malaika yoyote. Ake mini habari ni maneno, nimetoka kwa Mungu Mwenyezi, yeye mwenyewe, yeye mwenyewe. Na anasema hivi, niliwaambia kuwa mtakufa katika dhambi zenu Nawaambia tena leo, na anasema hivi, msipoamini ya kwamba mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Na nakwambia tena, msipoamini kwamba mimi ni yeye, mwokozi aliyetumwa na Mungu, aliyekufa kwa ajili ya ulimwengu, atakayepatanisha binadamu na Mungu, atakayepatanisha ulimwengu wote na Mungu, nakwambia msipoamini mtakufa katika dhambi zenu mtakufa katika dhambi zetu. Hakuna njia ingine, hakuna njia ingine. Kakaangu, nendelea katika kazi zako, nendelea katika juhudi zako, lakini nina uhakika kwamba moyoni mwako utatambua hazitoshi, utatambua unafanya mambo ya kibinadamu tu, kufurahisha binadamu tu lakini mbele ya Mungu mwenyezi mtakatifu hazina ruhusa hazishikilii kitu chochote lazima umwamini Yesu Kristu lazima uamini yule ambaye alikufa pale Kalvari lazima uoshwe kwa damu yake lazima utakaswe kwa damu yake lazima uunganishwe na yeye, lazima ufe na yeye, lazima uzikwe pamoja na yeye ndio ufufuke pamoja na yeye. Akikwambia ameshinda kifo, hatukwambii ni kama tuko kwenye darasa, tunakwambia kama ukweli. Yule ambaye alizikwa na akafufuka, Yesu Kristo mwana wa Mungu amefufuka. Mitume wa ia watu watalia na wako pale makaburini hadi siku ya leo. Yesu Kristo, haingeweza kushika na hiyo kaburi hiyo kaburi haingeweza kunakamata, haingeweza mwamini. Yesu siku ya leo, mwamini Yesu siku ya leo, kakaangu, usipuuze. Kama umesikia sauti yake siku ya leo, tunapo hubiri, usipuuze Mtafute, mtafute, la sivyo utakufa katika dhambi yako. Ee Mwenyezi Mungu wa milele, asante kwa maneno yako, asante kwa wokovu kamilifu ambayo ulifanya katika mwana wako Yesu Kristu. Asante Mungu Baba kwa wale wote ambao wamepata kusikia maneno wako leo, sikia leo Mungu Baba, tunaungama uhafifu wetu, tunaungama Mungu Baba, na tunakuja kwako Mungu Baba tukilia, tukilia Mungu Baba, tumelia, tumelia Mungu Baba, tumehubiri, tume tumejaribu kulingana na juhudi zetu zote. Mungu Baba, ni nani Mungu Baba ambao mkono wako umeonekana kwako? Ni nani Mungu Baba mkono wako umeonekana ni nani Mungu Baba amepata kucua ukweli wa injili ya Yesu Kristu? Ni nani huyu Mungu Baba amepata kuona uhasifu wake mbele yako? Ni nani Mungu Baba huyu amepata kuona kwamba yeye mwenye dhambi anayefaa kupotea? Ni nani Mungu Baba amepata kuona kwamba ni, ni, ni muhimu wa zaliwe upya, ni muhimu wa takasu, ni muhimu wa oshwe, ni muhimu wa unganishwe na mwana wako Yesu Kristu? Ni nani Mungu wangu Usikubali Mungu Baba, tufanye kazi kuyiambele yako, jina lako litukuzwe kama yule mwenye nguvu wa kuokoa. Nakushukuru, kushukuru kwa baba yangu, na nakutukuza. Naomba haya yote katika jina tukufu la Yesu Kristu aliye Bwana na mkombozi, amen.